UDART yapanga kufufua kifungu cha kwanza cha BRT kwa mabasi mapya Dar es Salaam. Shirika la usafiri wa mabasi yaendayo haraka Dar es Salaam, UDART, limeanza utekelezaji wa mpango maalum wa kufufua huduma ya kifungu cha kwanza cha mabasi yaendayo haraka BRT baada ya miaka kadhaa ya changamoto za uendeshaji, kwa kununua na kuingiza mabasi mapya yatakayoongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa kusafirisha abiria. Hatua hiyo inalenga kuongeza idadi ya abiria wanaotumia huduma ya BRT kutoka kiwango cha sasa cha takriban abiria 30,000 kwa siku hadi kufikia zaidi ya abiria laki moja na hamsini kwa siku, sawa na uwezo wa awali wa mfumo huo ulipoanzishwa rasmi mwaka 2016 kifungu cha kwanza cha brt kinachojulikana kama njia ya kimara kivukoni kina urefu wa takriban kilomita 21 na, na kinaunganisha maeneo muhimu ya jiji la dar es salaam ikiwemo kimara ubungo kariakoo gerezani na kivukoni njia hiyo ina jumla ya vituo 29 vikiwemo vile vya matawi ya kawawa road kuelekea magomeni na msimbazi street kuelekea gerezani Kuporomoka kwa huduma baada ya mafanikio ya awali. Katika miaka ya mwanzo ya uendeshaji wake, BRT ilikuwa miongoni mwa mifumo ya kisasa ya usafiri wa umma barani Afrika, ikihudumia hadi abiria laki moja na hamsini kwa siku kwa kutumia zaidi ya mabasi 200. Hata hivyo, baada ya muda, huduma ilianza kudhoofika kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo uharibifu wa mabasi, ukosefu wa vipuri, pamoja na athari za mafuriko makubwa yaliyotokea jijini Dar es Salaam mwaka 2018. Changamoto hizo zilisababisha idadi ya mabasi yanayofanya kazi kupungua kwa kiasi kikubwa, hali iliyosababisha muda mrefu wa kusubiri mabasi, msongamano mkubwa wa abiria vituoni na kupungua kwa imani ya wananchi kwa huduma hiyo. Kwa kipindi cha miaka miwili iliyopita, idadi ya abiria ilishuka hadi kufikia wastani wa watu 30,000 kwa siku, kiwango kilicho chini sana ya matarajio ya awali. Mabasi mapya na ukarabati wa mabasi ya zamani. Ili kurejesha ufanisi wa huduma hiyo, UDART imenunua jumla ya mabasi 100 mapya ambayo yameanza kuwasili nchini. Kati ya mabasi hayo 49 tayari yamewasili na kuanza taratibu za kuingizwa kwenye huduma huku mengine yakitarajiwa kufika hivi karibuni. Mabasi haya yatakuja kuongeza idadi ya mabasi yanayopatikana na kuboresha mzunguko wa safari hasa katika nyakati za asubuhi na jioni, ambapo mahitaji ya usafiri huwa makubwa. Sambamba na ununuzi wa mabasi mapya, serikali imetoa fedha kwa ajili ya kununua vipuri ili kukarabati mabasi yaliyokuwa yameharibika. Hadi sasa, zaidi ya mabasi 30 yaliyokuwa nje ya huduma yamefanyiwa matengenezo na kurejeshwa barabarani, hatua inayotarajiwa kuongeza ufanisi wa huduma kwa haraka. Mabasi yote ya kifungu cha kwanza ni ya aina maalum yaliyotengenezwa kwa ajili ya mfumo wa BRT ikiwemo mabasi marefu yanayobeba abiria wengi zaidi articulated buses. UDART imepanga kutumia mabasi mawili ya aina hiyo mahsus kwa ajili ya kusafirisha wanafunzi katika nyakati za msongamano mkubwa ili kupunguza msongamano vituoni. Kuboresha huduma. Kwa mujibu wa UDART, Mpango wa kufufua kifungu cha kwanza cha BRT hautahusisha tu kuongeza idadi ya mabasi bali pia kuboresha kwa ujumla uzoefu wa abiria ikiwemo kupunguza muda wa kusubiri vituoni, kuhakikisha mabasi yanazingatia ratiba na kuongeza usalama na ustawi wa wasafiri. Ufanisi wa kifungu cha kwanza pia unatarajiwa kusaidia kuboresha uendeshaji wa vifungo vingine vya BRT ambavyo tayari vinafanya kazi kwa kuwa Kimara Kivukoni ndio njia kuu na yenye idadi kubwa ya abiria. Umuhimu wa BRT kwa jiji la Dar es Salaam. Mfumo wa mabasi yaendayo haraka ni sehemu muhimu ya muda mrefu wa kupunguza msongamano wa magari jijini Dar es Salaam, kupunguza gharama za usafiri kwa wananchi na kuboresha mazingira kwa kupunguza hewa chafuzi. Kwa milioni ya wakazi wa jiji hilo, BRT ni tegemeo kuu la usafiri wa kila siku kwenda kazini, shuleni na kwenye shughuli za kikiuchumi. Kufufuliwa kwa kifungu cha kwanza kunatarajiwa kurejesha imani ya wananchi kwa mfumo wa BRT na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kuboresha usafiri wa umma jijini Dar es Salaam, huku UDART ikieleza matumaini kwamba hatua hii itakuwa mwanzo wa mageuzi makubwa ya huduma za usafiri nchini.